Mm -hmm. Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora ni taasisi ya serikali ambayo imeanzishwa kwa mujibu wa ibara ya 129 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 na inafanya kazi kwa mujibu wa sheria ya, ya, ya Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora sura ya 391. Katiba pamoja na sheria ya tume inaipa taasisi hii mamlaka ya kulinda kutetea na kuhifadhi haki za binadamu nchini pamoja na misingi ya utawala bora, lakini pia eh, majukumu ya Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora yameainishwa katika ibara ya 130 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na eh, kifungu cha 61A hadi O ya sheria ya Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora sura ya 391 kama nilivyotangulia kusema kwamba hii ni chombo au idara ambayo jukumu lake kubwa ni kulinda, kutetea na kuhifadhi haki za binadamu nchini. Kipindi hiki cha uchaguzi, kama tunavyojua, ndugu wasikilizaji, ni wakati muhimu sana kwa wananchi kwa ujumla kuhakikisha kwamba haki yao ya kikatiba ya kushiriki katika mchakato wa uchaguzi inatekelezwa na inalindwa. E, tume ina nafasi gani au ina wajibu gani wakati huu wa mchakato wa uchaguzi? Kwanza e, Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora, jukumu lake kuu kipindi hiki cha mchakato wa uchaguzi ni kutoa elimu kuhusu haki za binadamu na misingi ya utawala bora kwa wananchi na wadau wengine wa uchaguzi. Lakini pili, tume inatoa mafunzo ya kuwajengea uwezo waandishi wa habari pamoja na askari wa jeshi la polisi E, katika mikoa 13 ya Tanzania bara na mikoa mitano ya Zanzibar. Lakini pia tume wakati wa uchaguzi inafanya ufuatiliaji wa kampeni za uchaguzi ili kuhakikisha kwamba au kuangalia kwamba misingi ya utawala bora na haki za binadamu zinazingatiwa wakati wa mchakato wa uchaguzi. Lakini wakati huo huo pia tume ina wajibu wa kushirikiana na wadau wa uchaguzi ili kuhakikisha kwamba uchaguzi unakuwa huru na unafanyika kwa utulivu na amani. Na wadau hao kwa uchache ni pamoja na Tume Huru ya Uchaguzi ya, ya Taifa, lakini pia tuko na wadau wengine ambao ni jeshi la polisi, vyama vya siasa mm, na vyombo vya habari <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> Pengine haki na wajibu wa wananchi wakati wa uchaguzi ni ni haki gani zina wajibu wake na wajibu wa mwananchi ni upi? Asante ndugu mtangazaji. E, haki na wajibu wa mwananchi au wa wadau wengine pia umeainishwa katika e, katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika ibara tofauti tofauti. Kwa mfano e, wananchi, haki yake ya kwanza kabisa, yeye kama mwananchi ana haki ya kuchagua na kuchaguliwa, hasa kwa wale ambao wana vigezo, kwa maana kwamba wamejiandikisha lakini wakati huo pia wananchi wana haki ya kutoa maoni yao. Kwa mfano wakati wa e, mikutano ya kampeni ya uchaguzi, mwananchi e, anaweza kuuliza na kujibia maswali ambayo anahitaji ufafanuzi. Lakini wakati huo pia mwananchi ana haki ya kupata taarifa ambayo ni sahihi kuhusiana na mchakato wa uchaguzi na sera na ajenda mbalimbali. Lakini wananchi pia wana haki ya kukusanyika, ndio maana utaona kwamba kunafanyika mikutano mbalimbali mbali ya kampeni ya uchaguzi na katika eh, mikutano hiyo, wananchi ni haki yao ya kikatiba kuhudhuria ili eh, ku, ku, kuangalia eh, sera na ajenda za wagombea. Lakini pia wananchi wana haki ya, wana haki ya, ku, ya kupata taarifa ambazo ni sahihi na ambayo haina, eh, haina taarifa ambazo ni sahihi na za ukweli ambazo si za uchonganishi na za kupotosha. Lakini pia wananchi hao kwa mujibu wa katiba yetu wana haki ya kutokubaguliwa kwa misingi ya dini, eh, rangi, kabila au hali yao ya, ya hali ya ulemavu. Kwa hiyo haki hizi za msingi zimeainishwa katika katiba na kila mwananchi anatakiwa kuzipata hasa katika ukato mchakato wa uchaguzi. Wakati huo huo kwa upande wa pili tunasema kwamba haki inaenda na wajibu. Wananchi wetu wana haki ya kutii au wanapaswa kutii na kuzingatia sheria na kanuni ya miongozo ambayo inasimamia shughuli za e, uchaguzi. Pia wananchi wanawajibika kutambua nafasi yao e, wakati huu wa uchaguzi kwamba wanapaswa kuzingatia sheria na kanuni na taratibu zilizopo, lakini pia wananchi wanatambua wanapaswa kujua e, mipaka ya wajibu wao, yaani mipaka yao inaishia wapi, pamoja kwamba wana haki, lakini kuna mipaka ambayo wanatakiwa kuzingatia pia wananchi wanatakiwa kuzingatia na kuheshimu haki za binadamu wengine kipindi hiki cha uchaguzi, lakini pia wananchi wanapaswa kujiepusha na migogoro au fujo ambazo zinaweza zikahatarisha usalama wa mali na usalama wao wenyewe na mali zao, lakini pia wananchi wanapaswa kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama kwa maana ya kwamba kutoa taarifa ambazo wao wanadhani kwamba ina viashiria vya E, uvunjifu wa haki za binadamu pamoja na usalama, na swala la ulinzi na usalama wao. Na wakati wa uchaguzi kuna e, na miemko kati ya vyama vya siasa na wagombea ambayo miemko hiyo inaweza kusababisha e, vurugu au uvunjifu wa amani. Kwa hiyo tumelenga kuwafundisha askari au maafisa ya jeshi la polisi ili kuongezea uelewa kuhusu sheria na taratibu zilizopo, lakini pia kuzingatia na kuheshimu haki za binadamu lakini pia waandishi wa habari kama unaofahamu ndugu mtangazaji, ni wadau muhimu sana au ni daraja kati ya e, wananchi na e, vyama vya siasa na wagombea. Kwa hiyo kipindi hiki cha uchaguzi waandishi wa habari ni wa muhimu sana. Kwa hiyo tunawajengea uwezo au tunawafundisha ili waweze kufanya kazi zao kwa weledi na waweze kuzingatia sheria na taratibu zilizopo, lakini pia watoe taarifa ambazo ni sahihi zenye kuleta e, amani na utulivu na sio kuchochea au e, kuleta vurugu na, na, na uvunjifu wa amani. Sasa sisi kama tume tunatoa wito kwa wadau mbalimbali wa uchaguzi wakiwemo jeshi la polisi, wakiwemo e, waandishi wa habari, viongozi wa dini. Kwa hiyo kwa upande wa jeshi la polisi, tunawaasa kwamba wazingatie sheria na kanuni na taratibu zilizopo katika kutekeleza majukumu yao, hususan kuheshimu haki za binadamu na wasifanye upendeleo wote kwa, cho, e, kwa chama chochote cha kisiasa, lakini pia na kijeshi la polisi pia tunatoa wito aicha wa, kwamba wanashughulikia migogoro au e, matukio ya uvunjifu wa amani yanapotokea na pale yanapojitokeza nape. Kwa waandishi wa habari, tunawaasa kwamba waendelee kuwa kiungo muhimu kati ya wananchi na vyama vya siasa wakati wa uchaguzi, kwa maana kwamba watoe taarifa ambazo ni sahihi, zenye kuleta amani na utulivu, lakini kuhabarisha kwa umma kwamba wajitokeze siku ya kupiga kura. Lakini kwa upande wa viongozi wa dini tunawaasa kwamba watumie fursa hii au maeneo ya ibada kuhamasisha wananchi wajitokeze kwenye masuala ya uchaguzi hususan siku ya kupiga kura tarehe 29 Oktoba. Kwa upande wa wananchi, tunawaasa au tunatoa wito kwamba wajitokeze katika mikutano mbalimbali mbali ya kampeni, ili waweze kutumia haki yao katiba ya kusikiliza sera na ajenda za vyama vya siasa, ili mwisho wa siku waweze kufanya maamuzi sahihi kwenye sanduku la kura, kumchagua kiongozi ambaye wao wanaona anawafaa na atawaletea maendeleo lakini mwisho wa siku wananchi pia tunawaomba eh, wazingatie sheria, kanuni na taratibu zilizopo ili kujiepusha na matukio ambayo mwisho wa siku yatawaingiza kwenye mgogoro na vyombo vya, vya dola. Kwa kazi ambayo tumefanya katika mikoa tofauti tofauti hasa kwa mkoa wa Tabora mm, changamoto ambayo tunaona kwamba sasa hivi kuhusiana na mchakato wa uchaguzi ni kwamba eh, wananchi wanakosa haki yao ya kikatiba ya kutoa e, maoni yao wakati wa kampeni za uchaguzi mm. Tumebaini kwamba wagombea hawatoi hawawapi fursa wananchi nafasi ya fursa ya kuuliza maswali au kutoa maoni yao wakati mikutano ya kampeni ya uchaguzi inaendelea. Kuna wale watu wenye mahitaji maalum e, Tume ya Haki za Binadamu Utawala Bora hawa wana wanatakiwa wana kuwa na namna gani bora ya kuweza kushiriki kikamilifu ilizowezi. Uh, asante ndugu mtangazaji. Eh, miongozo ya kimataifa hmm, sheria za nchi na katiba inaelekeza kuhusu eh, utekelezaji wa haki za makundi maalum hmm, wakiwemo wanawake, watu wenye ulemavu pamoja na wazee hmm, kwa hiyo Tume ya Uchaguzi pia imetoa maelekezo na miongozo kuhusu jinsi ambavyo makundi haya yatapata haki zake kikamilifu wakati wa kampeni na pia wakati wa kupiga kura au siku ya uchaguzi wenyewe. Uh, kwa mujibu wa maelekezo ya Tume Huru ya Uchaguzi, Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ni kwamba makundi haya yanatakiwa pewe vipaumbele siku ya wakati wa kampeni na pia wakati wa, wa, wa kupiga kura ambapo ni kwamba eh, wasikae kwenye foleni wakati wa siku ya uchaguzi na pia wapewe usaidizi unaohitajika siku ya kupiga kura, na wasimamizi wa uchaguzi pamoja na vyombo vya vyombo vingine wanayo maelekezo hayo. Kwa hiyo ni kundi ambalo limepewa kipaumbele, na pia kundi hili lilipewa pia kipaumbele yaani e, tunasema wamepewa kipaumbele katika e, nyakati zote za uchaguzi, kabla ya uchaguzi, wakati mm, eh, kabla, wakati na baada ya uchaguzi kwa hiyo wana haki zile za binadamu za msingi kuhakisha kwamba wanafurahia haki hiyo na e, e, Tume ya huru ya uchaguzi imeelekeza kwamba e, wakati wa uchaguzi e, makundi haya yazingatiwe na ywa, wapate msaada wanaohitaji kulinganisha, okay. na watu wengine wakati kwa sababu ni kundi ambalo ni, ni, liko kwenye hali tete sawa. kuna, kuna simu ya Swaiba kwa hapa. e, punguza sauti ya redio yako Swaiba. Habari Salama unanyongeza ya neno ama unasemaje? Soiba unanyongeza ya neno. uh -huh. Eh, siku ya uchaguzi uh -huh. ikiingia huko kwenye vituo za za za kuweka vichinjio Mm. yaani na uhuru wa kuuliza hapa nani hapa nani hapa nani, ni chague kiongozi yule ninayomtaka. Aha. Asante ndugu mtangazaji, sisi kama tume tunafarijika kwa sababu wananchi E, wanauliza maswali ya msingi sana mm. E, kuhusu swali lake kwamba siku ya kupiga kura kama haelewi au hajui kusoma na kuandika anafanyaje? Mm. Ni haki yake kwamba msimamizi wa uchaguzi anamwelekeza wananchi kadiri ya mahitaji yao, sio kusoma na kuandika tu. Kuna mwingine pengine ana hali ya ulemavu wa uoni mm. kwa hiyo msimamizi uko pale naelekeza kwamba hichi ni kiboksi cha cha urais hiki hmm. ni cha mgombe, I mean, uh, mbunge. Hiki ni cha diwani, lakini uh, swala la ku, kumpigia kura kwenye kuweka tiki kwenye kwenye kwenye kikaratasi yake anavyotumia, anasema nini kiki hicho amesema ni ki kichinjio kichinjio. <laughs> <Hey. laughs> <laughs> Ni haki yake na ni siri yake mwenyewe mm. Kwa hiyo kama anahitaji maelekezo namna ya kuweka tiki, ni anamchagua ni ana yeye mwenyewe mtu ambaye ana imani naye, na ndugu au rafiki yake, lakini kwenye kwenye kuelekeza kisanduku ni kipi, atapewa maelekezo pale namsimiza mm. Uchagu sawa, tuna dakika moja moja eh, kwa kila mmoja wenu neno ambalo unatamani kusema ambalo usipolisema kabisa Unaona, hapa nitakuwa e, nimeacha jambo. Tuanzie tuanzie hapa. Asante sana. Mimi ningetaka kutoa wasaa kwa wananchi haswa wajitokeze kupiga kura, kwa kweli wajitokeze kupiga kura kwa sababu ukipiga kura ndo una, una practice haki ya yako ile kabisa. Sio baadaye unapigi kura lafu unakuja kulalamika maendeleo hamna. Kwa hiyo ukitaka maendeleo kwenye sehemu yako, cha msingi ni kupiga kura. Wajitokeze kupiga kura kwa amani, ufuate taratibu na sheria ambazo zipo wazi zimewekwa na tume ule ya uchaguzi pamoja na sheria za nchi, na pia na vilevile vile kwa vyombo vya hivi ambavyo tunasema wadau mm, ambao ni kuna jeshi la polisi na wanahabari. Pia ningesisitiza hasa kwa jeshi la polisi pia kuzingatia taratibu na kusimamia kwa, kwa, kwa, kwa weledi pia na kwa pande zote bila kupendelewa, wote hasa pia kwa vyombo vya habari wao kalamu yao ina nguvu sana. mm -hmm. Kwa hiyo wajitahidi sana kutoa kauli zile ambazo habari sahihi, ili wasiwachanganye wananchi. Asante sana, shukrani. Tumalize na asante wewe, ndugu mtangazaji mm -hmm. Mi nimalizie kwa lile ombi aliotoa msikilizaji mm -hmm. Mawasiliano, naomba nitoe ni kwanza taarifa njema kwa wananchi wa mkoa wa Tabora mm -hmm. Na mikoa ya Katavi na, na Kigoma kwamba Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora imefungua ofisi ya tawi hapa Tabora. wow. Ofisi yetu hapa, ofisi ya tawi la Tabora, iko jengo la NBC katikati kati kabisa ya jiji, ya, ya mji pale mm, ghorofa ya kwanza. Kufika fikaa jengo la NBC ghorofa ya kwanza, anakutana na afisa mfawidhi, na namba yetu ya simu ya ofisi ya, ya, ya, ya tawi ni 0737 144 317.